Jambo la pili, connection kwenye maisha. Unamjua nani ili uwe nani baadaye, pamoja na elimu. Waliosoma si wako wengi? Kwa nini wewe ukuwe kazi hiyo, wakati umesoma elfu moja? Kwa nini upate wewe connection? Jambo la tatu, kwenye connection hapo, ni vizuri kuishi na watu vizuri sasa, kwa sababu hujui utamhitaji nani kwa ajili ya maisha yajayo. Hata unayemwona hafai anafaa. Hata unayemwona hana kitu, hana hela, hajasoma, anakufaa. Ipo siku atakufaa. Kuna mahala, kuna mtu atahitaji kukusemea jambo, hajasoma hata darasa la saba. Usiwabague watu kwa sababu ya elimu zao, kwa sababu ya dini zao, kwa sababu ya wanavyoonekana. Wachukulie watu wote sawa, sababu hujui siku moja utasaidiwa na nani. Ukilazimika kugombana na mtu, tunza maneno, usiporomoshe yote. Yule yule unayemtukana anaweza kugeuka kuwa bosi wako siku zijazo, ukaona aibu. Umenisikia? Tunza maneno, hata kama umekasirika kabisa, usimwambie kumbe. Dunia hii unayemwona hawezi kabisa, hata elimu hana, anaweza kugeuka kuwa bosi, ukasikitika sana yule unayemdhalau ukakuta ndiye anatakiwa kukufungulia mlango kwenda kwenye kesho yako, ukaenda unakwenda ukashangaa yule uliyekwenda, kwa sababu hana elimu. usi, usifikiri elimu ni kila kitu, usidanganya na mtu, elimu sio kila kitu. Mungu anaweza kumpa mtu nyota, hana elimu lakini kuna nyota juu yake, huyo mtu asiyekuwa na elimu akakuunganisha na mjomba wake mahali, mambo yakakuendea sawasawa. Jambo la mwisho, usimongee mtu vibaya. Kila unaloliongea itarudi. Kila baya unaloliongea juu ya mtu kuna siku itafanya nini? Wazungu wanasema what goes around, comes around <clears throat> kwa kawaida mtu yeyote, hata mimi, ana mema na mabaya, ana uzuri wake na ubaya wake. Watu ambaye hana mema na mabaya ni mmoja tu Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu hata kama akikasirika, hasira yake inafanya mapenzi yake, lakini wanadamu wote tuna mema na mabaya. Kama ukilazimika kuongea juu ya mtu, ongea mazuri yake, mabaya achana naye, kwa sababu hata wewe unayo mabaya. Yake mwachie yeye. Fulani ni mwema, fulani ni mwaminifu, fulani ana upendo, fulani ongea, kwa sababu ukiongea mabaya watamletea, ipo siku watamletea Alikuwa anakuongea hivi na hivi, ndio umeharibu connection. Tunza mahusiano, jali wengine, fanya kazi kwa bidii, yaani piga kazi. Ukipewa kazi ya kufanya, usilalamike, usitegemee kulipwa kwenye kila kazi. Anayetaka kuwa mkubwa lazima awe mtumishi kwanza. Ukitaka kuwa mkubwa, tumikia wengine, fanya kazi.